Anaitwa Shabia Alonso Olano, kocha wa Bayer Leverkusen, kocha anayetajwa kuirithi mikoba ya Muitaliano Carlo Ancelotti pale katika viwanja vya Santiago Bernabeu, nyumbani kwa Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham na wengine wengi. Siku ingine ni Real Madrid, yani kama ni bahati, basi huyu jamaa ana bahati ya mtende na kama ni majini basi umwamba hajatupiwa bali ikazaliwa nayo kabla. ya kujiunga na Bayer Leverkusen kama kocha mkuu, Xabi Alonso alikuwa mwanasoka mashuhuri duniani. Alizaliwa mjini Tolosa, Hispania tarehe 25 Novemba mwaka 1981. Baba yake Perico Alonso alikuwa pia ni mwanasoka wa zamani, hivyo damu ya soka alizaliwa nayo. Xabi alianza ujana wake katika klabu ya Antiguoko kabla ya kuhamia Real Sociedad, ambapo alicheza kwa muda mrefu na kuwa miongoni mwa wachezaji wakubwa pale. Uwezo wake wa kupiga pasi sahihi na kuchezea mpira ulimpa umaarufu, na mwaka 2004 alihamia katika klabu ya Uingereza ya Liverpool. Huko alishinda ligi ya mabingwa ya UEFA mwaka 2005, na mwaka elfu mbili na sita akashinda FA Cup akiisaidia timu hiyo kupata mafanikio makubwa baadaye alirudi uhispania na kujiunga na real madrid akishinda la liga na ligi ya mabingwa tena mwaka elfu mbili na kumi na nne mwisho wa kazi yake kama mchezaji ulikuwa ni bayan monich ujerumani kabla ya kustafu mwaka elfu mbili na kumi na saba baada ya kustafu soka, Alonso alianza ukocha, na kibarua chake cha kwanza kama kocha alianzia kwenye timu ya vijana Real Sociedad. Mafanikio yake aliyowafanya Bayer Leverkusen wamchukue kama kocha wao mkuu mwaka 2022. Xabi Alonso alikuwa mwanasoka wa kipekee mwenye akili ya kipekee na uongozi ambayo sasa anaitumia kama kocha. Enzi za ujana wake alisifika kuwa bonge moja la midfielder, kiungo anayechafua sana eneo la kati. Alikuwa kiungo wa kuaminika na kutegemewa sana na kwa sasa kama wasemavyo wahenga maji hufuata mkondo wake basi ndivyo Mwamba alivyofuata talanta yake na sasa ni mwalimu bora sana wa mpira akifundisha vilabu mbalimbali na kuvipa mataji kede, kede. Kipengele kilichowashinda Baya Leverkusen tangu kuanzishwa kwake mwaka 1904 mpaka mwaka wa jana ni takribani miaka 119. Hatimaye mwaka 2024, Shabi Alonso anakitatua tena kibabe mno mbele ya mbabe aliyetawala zaidi ya mwongo mmoja. Bayer Leverkusen chini ya mwalimu Shabi Alonso ilitembea akifua mbele na kuendelea kutamba sana, kwani ilifanya maajabu mengi ikiwemo kutoa ubingwa bila kupoteza mchezo wote wa ligi tena ikiwa ni mara ya kwanza kabisa, lakini pia imepokea ubingwa huo kutoka kwa bingwa mtetezi Bayern Munich ambaye alitawala kwa miaka 11 mfululizo kuanzia mwaka 2012 mpaka mwaka 2023. Kupitia ubingwa ule Bayer Leverkusen, kuna mengi sana kujifunza kimichezo lakini pia akimaisha, jambo kubwa la kwanza la kujifunza ni kwamba kitu kinachoweza kufanywa na mwanadamu mwenzako chini ya jua, basi hata wewe una uwezo wa kukifanya. Wanasema what man can do, a man can do. Hata kama sehemu hiyo haina historia ya kufanyika kwa jambo husika basi unaweza kufanya. Xabi Alonso aliamini hilo, akasema kama Pep Guardiola na kipara chake ameipa ubingwa Manchester City mara tatu mfululizo pale England, akamkumbuka kocha Luis Enrique na PSG yake. Huenda pia alimwaza mwalimu Jose Mario dos Santos Mourinho akinyanyua makombe na kupata mataji kadha wa kadha, ikiwemo kombe la ligi kuu ya nchini Uingereza kwa miaka mitatu mfululizo akiwa na klabu ya Chelsea, the Blues. Na bila shaka alijikumbuka yeye mwenyewe akiwa kama kocha mkubwa aliyefundisha vilabu vikubwa na kuvipa heshima kubwa kwa kubeba mataji makubwa. Alonso akawaza na kusema, kama wao waliweza kubeba ubingwa katika timu zao na kwa nyakati zao, iweje mimi nishindwe kufanya hayo sasa nikiwa na Leverkusen. Na ikiwa pia mimi nimewahi kufanya hivyo kama hayo nikiwa na timu zingine, iweje leo nishindwe. Tukumbuke, Xabi Alonso amewahi kufanya mambo makubwa sana na kubeba mataji mengi makubwa akiwa na timu mbalimbali ikiwemo ubingwa wa kombe la dunia la mwaka 2010 akiwa na timu ya taifa ya Uhispania. Lakini pia akiwa kama mwalimu alibeba taji la mabingwa la UEFA akiwa na klabu ya Liverpool na pia alifanya hivyo tena akiwa na klabu ya Real Madrid. Lakini pia ni mzoefu wa kunyanyua taji la ubingwa wa ligi ya Ujerumani, amefanya hivyo akiwa na Bayern Munich mara tatu mfululizo. Baada ya shabi kuwaza na kuona inawezekana kufanya hayo tena, alienda kwa wachezaji wake wa Bayer Leverkusen na akawaaminisha nao hivyo, akaambukiza roho ya kupambana bila kukata tamaa, kupambana bila kuchoka, kwa heshima na kuamini katika ushindi, hata kama wengine hawana imani juu yako. Bila taabu yoyote, wachezaji wa Leverkusen walimwelewa vizuri mwalimu na kuanza kuyafanyia kazi yote aliyowafundisha. Hatimaye leo tunawazungumzia kwa namna nyingine tofauti, ikiambatana na heshima nyingi. Kama wengi walivyopata shida kuamini, huenda hata waalimu, wachezaji pamoja na mashabiki wa Bayern Munich walishindwa kuamini na kuelewa kuwa imekuwaje, ni nini kimetokea? Tumeshindwa kutetea taji letu tuliofanikiwa kulitawala kwa miaka kumi na moja mfululizo. Huyo Bayer Leverkusen amepatia wapi uwezo mkubwa kiasi hiki cha kutupinga? walijadili mengi, lakini uwezo mkubwa wa mwalimu Xabi Alonso utabaki kuwa na asilimia nyingi za kuifikisha Bayer Leverkusen katika kilele cha mafanikio ambayo waliyatamani kwa muda mrefu sana. Msimu huu uliofuata msimu wa 2024-2025 Xabi Alonso akiongoza tena Bayer Leverkusen kwa mafanikio makubwa, japo wakati huu hakuweza kuipatia ubingwa Leverkusen, ila imemaliza katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya nchini Ujerumani kwa sasa. Kwa sasa vyombo vingi vya habari za kimichezo vinalitaja jina la Shabi Alonso kama mrithi mpya wa mikoba ya kocha wa Kiitaliano Carlo Ancelotti, wengi humuita Don Carlo. Taarifa kutoka katika vyombo vya kuaminika zinadai kuwa Carlo Ancelotti, baada ya kushindwa kuipa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya na kusuasua kwenye ligi Klabu ya Real Madrid imeamua kufikia makubaliano ya pande zote mbili ya kuachana na kocha Carlo Ancelotti mwishoni mwa msimu huu. Vyanzo vingi vinataja kuwa timu ya taifa ya Brazil inataka huduma ya kocha huyo na iko mbioni kumsajili kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Brazil. Kwa hiyo ni wazi kwamba Xabi Alonso ndiye mrithi mpya wa kiti cha Mwitaliano huyo. Vipi, unaiona Madrid ya namna gani ikiwa na Shabi Alonso? Dondosha komenti yako hapo kwenye comment. Tafadhali kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu hii ya Dino Television. Tafadhali subscribe chaneli yetu ili kupata update stori zote za kimichezo pamoja na makala za wachezaji ndani ya soka na nje ya soka. Karibu sana, hapa ni Super Trophy, Dino Television.